Wakati wa kampeni alipewa maelezo na waheshimiwa wabunge wa jimbo la Same Mashariki na Same Magharibi kuhusu tatizo la ajali zinazotokea kwenye wilaya Same za barabarani, lakini pamoja na zile za nyumba kuungua moto, Mheshimiwa Rais alisema kwamba serikali imeshafanya manunuzi ya magari haya na ndani ya siku mia moja gari hili litakuwa limeshakuja wilaya sana. Kwa hiyo leo, tangu ahadi ya Mheshimiwa Rais na maelezo aliyoyatoa, haijafika hata siku ishirini na kitu gari kwamba tumepata magari na tunaendelea kupata magari haya kwa ajili ya jeshi letu la zimamoto na uokoaji. Na mimi pia niungane sasa kumpongeza na kumshukuru sana Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto kwa kuona Mkoa wa Kilimanjaro ni kati ya mikoa ni muhimu ya kuletea magari haya na vifaa hivi vya Kwa hiyo leo napokea gari hili kwa niaba no. ya magari mengine yatakao kuja. Na gari hili linakwenda wilaya ya Same <klik> na sijui kuna nini huko Same lama tujitathmini pia. Maana usipo kuamkia leo, kuna ajali nayo imetokea imetokea pale Same kwa eneo hiyo, la. Kwa hiyo unaona ili gari litakwenda kusaidia, lakini pia litakuwa na vifaa uh, vya maokozi eh, ukitokea moto tuna gari la kisasa la kuzimia moto na kadhalika. Kwa hiyo uh, kamanda, nakupongeza kwa kupokea vifaa hivi kwa niaba ya askari wenzako. Wito wangu sasa ni wito wangu ni kwenda kulitunza gari hili na gari hili sio gari la zamani, ni gari jipya na la kisasa. Kwa hiyo mnatakiwa mwende mkalitunze kule Same ili fanye kazi miaka mingi ijayo. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anaendelea kuboresha majeshi yetu na kutupa vifaa mbalimbali. Eh, mmeona jeshi la polisi, mmeona jeshi la wananchi, mmeona nyie zimamoto Mmeona magereza, mmeona TAKUKURU, yani wote anaendelea kuimarisha ku vyombo vyetu kwa kupata vifaa ambavyo vitawasaidia kufanya kazi. Kwa hiyo sasa niko tayari kukabidhi gari hili baada ya kukata utepe, halafu nimkabidhi mkuu wa wilaya gari lake. Tuwatakia safari njema, mwende kwa salama, katunze gari hili na najua kule mwenye wananchi wa Same wangekuwa wanajua, wangekuwa barabarani sasa hivi wanangoja gari lao, lakini sijui wanku... kama mmefanya hivyo, mnafanya kukabidhiana huko stendi, basi nawashukuru sana, washukuru sana asanteni. ili eneo la ofisi ya mkua mkoa, katika hafla fupi tu ya kukabidhi gari letu la zimamoto na uokoaji kwa ajili ya kutenda kazi katika wilaya ya Same, na nipende tu kusoma taarifa fupi kwa ajili ya gari letu na ndanikazi wetu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kwa kwanza nipende kutoa shukrani kabisa kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, lakini pia nitoe ni shukrani zangu za dhati kwa afande kamishna jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, lakini pia nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu, kwa kuendelea kutupatia vifaa letu leo kwa lakaka la la apokea. Apokea kwa ajili ya jeshi letu la zimamoto na uokoaji katika mkoa wetu wa Kilimanjaro, na leo warakaraka ninapokea gari la sita tangu magari ambayo nimeshapokea. Nimeshapokea gari kwa ajili ya kubeba wagonjwa, nimeshapokea gari kwa ajili ya maokozi barabarani, nimeshapokea gari kwa ajili ya kuongoza misafara inapoenda kwenye